Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Imeelezwa kuwa sekta ya madini imepata mafanikio makubwa ndani ya miaka minne ya uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia falsafa ya 4R. Kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Yahya Samamba, serikali imefanya maridhiano na wadau wote wa sekta hiyo wakiwemo wachimbaji, wafanyabiashara na watoa wa huduma, hali iliyosaidia kuwa na uelewa wa pamoja na utatuzi wa changamoto mbalimbali. Mafanikio makubwa yameripotiwa katika kupunguza utitiri wa kodi, hususan katika madini ya chumvi ambapo zaidi ya kodi 30 zimeondolewa. Hii imeboresha mazingira ya kazi kwa wachimbaji wa madini na kuongeza ufanisi wa kazi zao. Aidha, serikali imeweka mazingira rafiki kwa wachimbaji wadogo kwa kupunguza kodi na hivyo kuchangia asilimia arobaini ya mapato ya sekta ya madini. Zaidi ya masoko arobaini na tatu ya madini na vituo mia moja na tisa vya ununuzi vimeanzishwa nchi nzima ili kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata masoko ya uhakika na bei nzuri.